mwanangu <laughs> eufahivi mm -hmm. chakwa kitu hiki kimoja. mm -hmm. oh, eh. basi i ndo umechagua, basi chukua hizi hela, nenda ukanunue, naomba chenchi yangu kanirudishie. Sawa, mama, mimi sitotumia mtoto wangu kwa nini usitumie? Aa ah, nakufurahisha wewe tu. Hapana mama, kumbuka, wewe ndio umenizaa mimi, siwezi kula bila wewe, bora mm. mimi nishinde njaa afu wewe ushibe. Hapana mwanangu, wewe ndio ukanunue utumie tu usijali, basi chukua hela. Hapana, nenda ukanunue. Basi niletee na mimi hai mama Atapokea, atapokea baraka kwa Bwana na haki ya Mungu wa wokovu wake. Hiki ndicho kizazi cha wamtafutao wa kufuatao uso wako, e Mungu wa Yakobo. Un... inueni vichwa vyenu, enyi malango, inukeni, enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia kuingiawa naelekewa. Tafuta kiti njo, kwanza niongee na wewe. Ali mam. Natamani unisikilize baba, nikiongea na wewe kuna namna najifunza maisha yako, naona aibu kutamka hili ninalotamani kutamka na wewe leo. Sikiliza, neno la Mungu linasema kitu kimoja cha ajabu sana kwamba mshike elimu usimwache aende zake. Natamani niongee na wewe kitu kimoja. Mshangao wangu, ndugu yako sasa hivi yuko nani anajifunza lakini wewe kielele chako ni barabarani huku, ukienda unafuata masuruaji mwanangu. Nisikilize mama, nisikilize kimakini, naongea nawe hivi. Jitahidi uone elimu machoni mwako, jitahidi uthamanishe elimu, kesho yako ni salama sana, lakini naona aibu kwa sababu kuliko kung'ang'ana na elimu, unachong'ang'ana nacho ni wanaume. Punguza hilo wazo, punguza uko kufikiri, rudi nyuma, uone maisha baada ya elimu. Aliyami ya elimu, nishukuru sana naamini utanielewa, asante. Tangu amekomaa kwa sasa nilivyoteseka, hmm. na hii e, ujauzito. Afadhali Jisa ameshakomaa nimwonyeshe ndugu zake. Kweli miaka imeenda, hajajua ndugu zake. Natakiwa nipange mpango, nimkutanishe na ndugu zake. Unasemaje? Unauliza baba yuko wapi? Baba yako yuko wapi mwanangu, tunaweza tukaenda, siyo leo. Ndio naandaa safari ya kukupeleka kwa baba yako umuone mwezi hmm. ujao Ah, nimesha no, no, kuambia tutaondoka. Miriamu. Ndio naandaa yeah, safari ya kuondoka kwa baba yako mwanangu. mm -mm. mm -mm. Sawa nakubali. Tunaondoka kesho. Sio? Hapana. Makubwa sasa. Utaweza kupika wewe?